kila ukigusa imo

Rudi rudi, mchezo unaendelea. Kwa hiyo kete zako zote nyekundu ya Sinati zimeisha si ndio? Kwa hiyo tumebakiza moja tu. Stumai ni nani? Asinati ni nini? Akiwa anacheza pool table. Haya. Uh, <laughs> <Oji. laughs> <Oji. Anna, oji. laughs> <laughs> Stumai Abdallah yeye ni mfungaji bora wa ligi kuu ya soka Tanzania Bara, lakini kwenye mambo haya pool table ametolewa nokauti. Unajua mbona hujapiga sakete hata moja? Nimepiga kweli <laughs> <si tuna> <laughs> Eh, awa wana share wawili na Winnie, lakini bado ngoma ngumu <laughs>

<coughs> Hakika na hapa ndo unapoona kufunga kwa maana ya kumalizia hii kete ya mwisho <coughs> ambaye ndo king yenye rangi nyeusi ni shida, kwa maana ya kwamba Yasnat amekuwa kwanza kumaliza kete zake kabla ya mwenzake kufunga, kuingiza kete hata moja. E, mama kalaza kete, lakini mpaka sasa zile yelo zote zimeisha. Sasa wote wafalme wanakuwa